Sababu so, kila mtu alikuwa naimba, nilifikiri pakaguo pia atatuimbia hiyo, nafikiri <laughs> wako jao akajiunga na no wanakwaya, unaweza kuorosha sauti yake. <clears throat> Sijui kama nimewaambia dini hii wakati mwingine ya huyu mama ambaye alikuwa amejaliwa kijana mmoja na yeye alikuwa anaishi na huyu kijana wake mdogo tu wa kama darasa la pili, na ikawa siku hiyo mama amefanya kazi kule nje na akasahau kulete kifagio kwenye nyumba, wakati ambapo kumekuwa usiku, basi imekuwa giza tayari na mama amekumbuka kwamba alisahau kufagio kule nje. Akamwambia hiyo kijana wake, hebu nenda kaniletee kifagio kule nje. Kijana akamwambia, mama, ni usiku na mimi naogopa. Sasa mama akamuuliza, unaogopa nini? Kasema, naogopa nikienda kule nje, labda kuna kitu ambacho kitanikula. Mama akamwambia usiwe na wasiwasi, hakuna lolote ambalo litafanyika. Yesu Kristu yuko huko nje, atakuangalia. Basi huyo mtoto akapata ujasiri kidogo, akaenda karibu na mlango, akafungua mlango kidogo tu, akapaza sauti, akasema: Yesu, kama huko hapo nje, niletee kifagio. <laughs>